Moja ya sifa ya Mungu unayemwabudu inapatikana kitabu cha Danieli 6 mstari wa 27 na 28. Sikiliza sifa hii, ndicho ambacho aliwafanyia hawa mabwana, yeye huponya na kuokoa <laughs> yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani, ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Mungu aliyepasua mto kwa muujiza wa watoto wake makuhani kukanyaga maji ambayo yalikuwa ni hayawezekaniki kupasuka yakapasuka na yakaenda mbali mpaka nchi inaitwa Adamu, yakashuka huko mbali kabisa, katokea uwanja mkubwa ulio mkavu. Sifa yake nyingine, yeye hutenda ishara na maajabu. Maisha yetu yamezingwa na mito mikubwa ya kimaisha yenye kutisha, ambayo nyuma ya mto kama ulivyokuwa mto Yordani ziko baraka zetu za ile ahadi ambazo Mungu kuishi kwenye uhalisia ametuahidi itushinde itushinde. Lazima ujue kuna tofauti kati ya nyaya mbili. Kuna waya ambao umekuwa connected na grid ya taifa au chanzo cha umeme, na kuna waya ambao haujawa connected. Ule ambao haujaunganishwa na umeme, hata ukiushika au na shida, ni mzuri tu, ni waya mzuri kabisa, kopa waya au aluminium waya lakini ukiwa connected na chanzo cha umeme waya huo ni hatari. Ukiushika kama una umeme mdogo angalau utakurusha, lakini kama ni ule mia mbili arobaini kv au mia mbili ishirini kv utakupasua na kukugeuza kuwa mkaa ndani ya dakika sufuri. Ngoja nikwambie ili bahari na mito ya maisha yetu ipasuke kwa ku ukuu na uweza wa Mungu kwenye maisha yetu, lazima tujiunganishe na Mungu ili ile nguvu ya Mungu ipite kupitia sisi na ikapenye na kupasua kila kikwazo kilicho mbele yetu.